Wajinga tu ah, e, wewe mpira sio wakuongeaongea, mpira ni kucheza katika pichi. Azamu michezo wameshinda, wacha washinde, wacha setu fly. Yanga tulisemwa maneno mengi sisi, mpaka kocha wetu akaondoka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 ameingia mara ngapi golini? Wachezaji wanatetemeka wenyewe, wachezaji wanatetemeka wenyewe. Ndio maana watu wakisema mpanzu njoo Yanga, watu utarusha ngumi? lakini alipiga moja ligonga mwamba, mbili zimegonga mwamba, tuseme hana lawama, lakini hao wengine wamefanya nini? Azamu, nikuambia kitu braza, Azamu, tukiwakuta sisi tunawachapa Simba, tukiwakuta sisi tunawachapa wote. Leo wabovu, leo wote wamecheza vibaya wote. Wakati mnapata sare na Mbeya City ugenini, watu waliwacheka sana, tulichekwa, tulichekwa sana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 Hapa hapa si wanasema kwa Mkapa toki mtu eh. asa hivi watu tunatoka kama mchezo na tunapita wahenga, njia zote waenga wameongushwa eh. kwa Mkapa toki mtu eh. watu tunatoka tunaingia tunatoka tunaingia, hakuna ah, ah, ah. eh. muenga eh. waenga seli zao zote mbovu ah. naenda kumchukulia uba pale mke wangu namrudisha nyumbani Bani, mwambia asipike wiki nzima awe anakula hotelini <laughs>